Novemba 19 mwaka huu mahakama kuu ya Tunguu Zanzibar ikiongozwa na jaji Aziza Idi Swedi ilimpa nafasi mshtakiwa Khadija Shaaban Ali aliyeshitakiwa kwa kosa la kutaka kujaribu kuua kwa kumchoma visu mke mwenziwe kufika mahakamani hapo na mashahidi wake Disemba tatu mwaka huu ili waanze kusikilizwa. Mshtakiwa Khadija Shaaban Ali akawasili mahakama kuu ya Tunguu mapema Disemba tatu akiwa kama shahidi namba moja huku akiambatana na shahidi namba mbili daktari wa kituo cha afya cha polisi Ziwani, Hamdani Hande Hamdani. Pia wakili wa serikali ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka Anwar Saadun na wakili wa kujitegemea Rajab Abdullah walikuwepo mahakamani hapo. Akiwa ndani ya kizimba cha mahakama, amesema wakati wanapigana na mke mwenzie hakujua kisu kilipotokea alijikuta tu ameshika mpini wa kisu huku mke mwenzake akichuruzika damu. Amekili mbele ya mahakama kuwa hakuwa na nia ya kumsababishia kifo mke mwenzie Maimuna, bali alikuwa anajihami, kwani mke mwenza ndiye alianza kumvuta, kumpiga na kumng'ata mgongoni na kumsababishia maumivu makali. Shahidi namba mbili Daktari Hamdani Hande Hamdani amekili mbele ya mahakama kuwa Khadija Shaban Ali alipokelewa hospitali ya kituo cha afya polisi Ziwani akiwa analalamika kung'atwa sehemu mbalimbali mwilini ikiwemo ubavuni, begani, mikononi na mgongoni, na ndipo akapatiwa matibabu ya kuchomwa sindano ya tetenasi, kupatiwa dawa za maumivu na kusafishwa vidonda na kupakwa dawa. Baada ya kusikiliza ushahidi huo Jaji Aziza Idi Swedi ameiahirisha kesi hiyo hadi Januari 28 na kwa ajili ya kutoa hukumu. Hii ni Keto na Kina ya FP Media.